Akitoa taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kipindi cha Julai hadi Oktoba, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko Ndaki Stefano Muhuri amesema ili lengo la makusanyo liweze kufikiwa, halmashauri hiyo itahakikisha inashirikiana na wananchi katika kubuni vyanzo vipya vya mapato sambamba na kuongeza usimamizi katika vyanzo hivyo, kama tulivyokumbuka katika hiyo bajeti tumeweza kufanikiwa, kama unavyoona pale, tunatakiwa kutoa mapato kubwa ya milioni 1.96, lakini ruzuku wa matumizi mengineyo kwa maana ya OC kutoka serikali kuu ni bilioni 1.5, mishahara ya watumishi ni bilioni 16.6, ruzuku ya maendeleo kutoka serikali kuu kwa maana fedha za ndani level block ni bilioni 3.7, ruzuku ya maendeleo kutoka serikali ambayo ni za nje foreign Mwenyekiti mpya wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko Fidel Chiza Ndelego amewaomba madiwani kushirikiana na watumishi, huku mbunge wa jimbo hilo Alan Mvano akisema atahakikisha anatoa ushirikiano pamoja na watumishi wa halmashauri hiyo ili kuwaletea wananchi maendeleo. Nitoe ahadi kwa wananchi wa Kakonko kwamba sasa tayari tume tumepewa e, mamlaka ya kuenda kuanza kazi, maana lengo letu ni moja, kuhakikisha tunaanzia hapa upaa zaidi na. Lakini pamoja na hayo, tutazingatia ushirikiano. Waheshimiwa madiwani, tushirikiane kwa pamoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninawahakikishia wananchi wa Kakonko kwamba niko tayari kuendelea kuwatumikia, niko tayari kushirikiana na viongozi wa serikali, na vile vile ninaamini kabisa wananchi wanataji, wana matarajio yao mengi, kuhakikisha kwamba maisha yanaendelea kuwa bora. Sasa kwa sababu ya muda, kuhusu halmashauri yetu ya wilaya ya Kakonko, mimi binafsi nitatoa ushirikiano. Pamoja na mambo mengine mkuu wa wilaya ya Kakonko, Kanali Evance Mallasa amewataka watumishi wa umma kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya utumishi wa umma ili kuepuka migogoro isiyokuwa ya lazima. Ninatamani kuona baraza letu la msimu huu liendelee kuwa na utulivu kama ambavyo tulikuwepo mwanzoni. Baraza hiyo limetuwezesha kuweza kusonga mbele kirahisi muda mwingi tumeutumia bila mapambano, na muda mwingi umeweza kuwawezesha hawa watumishi tulionao, e, kuwa wabunifu. Baraza linapokuwa limetulia halina migongano, maanake watumishi wetu muda wao mwingi wanafanya kazi kwa ajili ya, na niombe sasa, baraza la madiwani tuanze kazi mara moja, lakini tusifanye kazi kwa mazoea wananchi wetu wa Kakonko wanataka Kakonko mpya. Tuzingatie tena misingi ya kazi na utu, lakini tufanye kazi kwa kufuata sheria, taratibu na kanuni katika kuwajibika. Tusimamie sana eh, upatikanaji wa mapato lakini na matumizi